TMC News updates kimataifa na hivi sasa, na kujulisha baadhi ya mambo muhimu tunayoyajua kufikia hivi sasa kati ya makabiliano ya Iran na Israel. Mimi ni Jacki Masawe. Kwanza, Donald Trump anasema analenga kuchukua hatua bora zaidi ya usitishaji mapigano kati ya Iran na Israel, akiongeza kuwa anataka mwisho wa kweli wa mzozo huo. Matamshi hayo ya rais wa Marekani yanakuja katika siku tano ya uhasama kati ya Iran na Israeli. Haya ndiyo ambayo yamekuwa yakiendelea kufikia sasa. Iran na Israeli zilifanya mashambulizi dhidi ya kila mmoja wao usiku wa mapema leo asubuhi, ingawa duru mbalimbali huko Jerusalem zinasema kulikuwa na utulivu kuliko usiku uliopita. Jeshi la Israeli linasema kuwa limemuua kamanda mkuu wa jeshi la Iran, Ali Shadmani, katika shambulio mjini Tehran jana usiku, huku Israeli ikisema Irani ilirusha makombora thelathini nchini humo leo asubuhi. Watu mjini Tehran wanaelezea barabara zinazofurika na trafiki na vituo vya petroli vilivyo na foleni urefu wa kilomita kadhaa, huku wengi wakizingatia maonyo ya kuhama. Trump anasema Iran haiwezi kuwa na silaha ya nyuklia. Na akihutubia wito wake wa awali wa watu kuondoka Tehran, anasema nataka watu wawe salama. Huko Gaza, takribani watu arobaini na tano wameuawa karibu na eneo la kusambaza misaada kwa kupigwa risasi na wanajeshi wa Israeli. Wizara ya Afya inayoendeshwa na Hamas Gaza inasema. IDF inasema inajua ripoti na maelezo ya tukio hilo yanakaguliwa. Hii ni TMC News Update Kimataifa. Mimi ni Jacqueline Masawe, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.